Mji wenu una miradi mingi mikubwa, mnapakana na kisses. kuna mradi wa umwagiliaji na daraja linajengwa, ina maana movement hapa itakuwa kubwa sana. Kuna mradi wa ujenzi wa tawi la chuo kikuu cha afya Muhimbili. Maana yake ni kwamba eneo lenu litakaribisha watu wengi. Eneo hili linapaswa kuwekewa mkakati maalumu. Sisi ACT Wazalendo tutakaposhika manispaa ya Kigoma Ujiji, mkinipa diwani kana na madiwani wenzake ambao wako hapa na mkanipa mimi kuwa mbunge, tutakuwa na mpango maalum na tayari tulikuwa nao wa kuifanya Kagera kuwa satellite town, mji wa pembeni ambao tutaupima vizuri kuhakikisha huduma zote za kijamii zinapatikana hapa Kagera na kuhakikisha miundombinu yote inakaa sawa sawa. Ninawaomba watu wa Kagera. Nilionyesha mapenzi yangu kwenu miaka yangu mitano ya kwanza. Waliokatisha ndoto zetu wakakatisha kwa miaka mitano na vikawashinda. Sasa mwenye mji amekuja. Mzee wa mji ameingia au sio? Mzee wa mjam, mzee wa mjam. Sasa nirejesheni kiti changu cha ubunge, nipeni na madiwani tukakamilishe kazi ambazo zimebakia. Mtanipa kura kuwa mbunge? Mtanipa kura kuwa mbunge wenu?